Wazee wazee wazee, huyu ndio ubingwa wetu wa siku ya leo ya Pastor Alex Cup, ambaye imezaminiwa chini ya Pastor Alex Foundation Leo ni best day ya pastor, kwa hiyo ameamua ku celebrate pamoja. Kwa hiyo katika mashindano haya huyu mzee Noeli leo, mashindano yaliyopita wiki moja yaliyopita yalikuwa ni haya. Wiki mbili zilizopita alikuwa ya, ya mangolele Cup, ambaye alizaminiwa na udhamini mkubwa wa Big Bank Nation. Noeli na maloe alicheza fainali na dogoshuku. Kwa bahati nzuri au mbaya, Noeli alifungwa kwa goli moja nadhani kwa bila kwenye goli la dhahabu. Kwa hiyo leo Noeli, vilevile vile kwenye mashindano ya Pasta Alex Noeli ameweza kufika finali na kuchukua. Ni jambo la kumpongeza mzee Noeli Namaloe. Kushinda kwa sababu sasa hivi ni mchezaji wa zamani na ameshindana na vijana, amecheza finali mbili ndani ya wiki mbili. Kwa hiyo finali ile amepoteza na hii finali leo kachukua. Noeli Namaloe, hongera sana kwa ushirikwa ushindi wako wa finali wa leo, lakini unaweza ukatuambia mawili matatu siri ya mafanikio yako. Draft umelicheza zamani sana lakini leo mpaka hivi bado unashindana na vijana, itabidi utoe sile mafanikio ili vijana waige mfano wako bwana. Kwanza leo mimi nilikuwa nimejipanga, nilikuwa nimejipanga niende kuchukua ubingwa, kwa sababu nilifanya mistake ile wiki mbili zilizopita, bidi niukua ubingwa, sema nilifanya uzembe kidogo, lakini leo nimerekebisha makosa yangu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa yale yaliyotokea leo. Kwa hiyo unamwambia nini mdhamini Pastor Alex kuweza kucelebreti birthday yake leo tugeza na sisi, akaamua kuweka ile kombe ambalo linajulikana kama Pastor Alex Cup, ambaye amezaminia amelizamini mwenyewe katika taasisi yake ya Pastor Alex Foundation. kuna ah, kuna kuna event fulani ile ilifanya kule Dodoma kule kumbe waje akaya mlisho Kikwete pale Dodoma Hall pale. Ilikuwa surprise kubwa sana ya kupinga baada ya kule kwa hiyo kombe lilikuwa kubwa, nadhani ilikuwa kubwa kuliko hata hili. Kwa hiyo mimi namshukuru sana pasta Alex, alafu nasikia kuna zawadi ameitoa hapa, bingwa anaenda anaenda zenji na ndege kwenda na kurudi, anaenda kucheza na Nungwi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hiyo zawadi. Kwa hiyo oh, wazee, ndio ndio, na maloe ndio bingwa wetu wa, wa, wa kombe hili la Pasa Rex Cup, ambaye hapo pembeni hapo kuna huyo ndio mratibu kocho, ameshika zawadi ya shilingi laki moja anamkabidhi, anam amemkabidhi kombe lake mzee Noel. Mzee Noel bwana, asante sana, asante sana mzee Noel, atende kwa, kwa